leo tumepata changamoto hii ya moto katika eneo hili katika mtaa wangu wa Mangaveta, lakini kabla hapa tulikuwa tumeenda kuiona familia ambayo ilipata changamoto ya moto ni siku tatu nyuma. Baada tulipokuwa pale tukasikia moto unawaka tena mtaa mwingine, ile ilikuwa ni mtaa wa Mafute. Kwa kata Ilemi imepata majanga ya moto mfululizo. Hili ni janga la nne sasa. Mwaka jana mwezi wa tisa mwaka huu hapa Mangaveta tumepata tukio la moto mtaa wa Windi, lakini pia tumepata changamoto hii. Mimi nawapa pole wananchi wangu wa kata Ilemi, lakini waliopatwa na majanga haya, tunaomba tu Mwenyezi Mungu atuepushe na hizi changamoto. Tumeuanza mwaka vibaya. Sasa huu ni wakati viongozi wa dini ndani ya kata Ilemi tufanye maombi ya kutosha, lakini pia tunaomba Jeshi la Zimamoto liendelee kutoa elimu ya kuweza kupambana na moto. Na, na kwa sisi kata Ilemi tunaona ni special case. Sasa tunaomba jeshi la zimamoto liwe kama ni desturi kuja kufanya elimu hii ya, ya uzimaji wa moto na kuepusha changamoto kama hizi kutokea, nyumba nzima kuungua. Poleni sana wana Ilemi, poleni familia zilizounguliwa, lakini pole hizi pia zinatoka kwa mheshimiwa rais na mheshimiwa mbunge dr. Tulia Ackson Masasu anasema poleni sana. Tumetoka kwenye familia ambazo zilipata changamoto. Kama serikali tumejaribu kuwashika mkono kwa chakula, lakini pia kwa kianzio kidogo ambacho tulichukua nacho kwao pale. Tunapojaliwa familia zote tutazishika mkono sisi kama serikali, kuhakikisha nao serikali yao inawaona kwa sababu ni wananchi wetu. Tunatoa shukrani zetu, tunasema Mheshimiwa diwani na Mheshimiwa mbunge asante, asanteni sana sana kwa kuliona ili kwa kutushika mkono wanaawaa maana majanga yametutaala sana kuna, na sisi kwa niaba ya mwenyekiti serikali yetu, Mungu awabariki jamani, kwa kutusikilia na pia kwa kuwahi kwa siku ile. Yaani, yani kwa kweli tulivyoona mwitutia faraja sana yaani, kwa pamoja na kupoteza vyote, lakini sisi tunachoshukuru kwamba sisi ni wazima, tulitoka salama. Yaani, kwa hilo nawashukuru sana kwa sababu nyie ndio mmetubeba. Nyinyi ndio mmejua sisi wapi tunapokaa. Sisi yani kwa kifupi nyinyi ndo msaada kwetu e. Hakuna mtu mwingine yoyote ambaye ameweza kutusaidia wala hata kusema chochote hata pole nina, lakini nyinyi mliwahi jamani. Mungu awabariki sana Amin. E, mseme jamani, mtufikishie na kwa mheshimiwa Tulia, kama sisi tumepokea kwa mikono miwili. Mungu awabariki. Bongo Play TV.